Yanisaailia yeah, mheshimiwa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya pili, mheshimiwa sana mzee wetu Benjamin William Mkapa, rais wetu wa awamu ya tatu, mheshimiwa sana mzee wetu Jakaya Mrisho Mrisho Kikwete rais wa awamu ya nne, ikitambua kwa heshima kubwa sana uwepo wa viongozi wengine mbalimbali wasafu na walio katika ofisi. Waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana, unapepewa fursa ya kutoa neno a kama hili la kuomboleza au pengine la kushukuru Mungu kwa maisha baba yetu Sir George Kahama, ni lazima usite kidogo, kwa uzito wa mtu tunayemwaga. Wamenitangulia viongozi wengine mbalimbali wenye kujua sana Mzee wetu za George, mimi nitazungumza kwa kifupi, kwa kifupi zan natoweza kukisema mzee George uzakaeko. Hatuna viongozi wengi waliotangulia mm -hmm, na pengine hata wajao wenye mzch alikuwa ni kiongozi ambaye alipenda taifa lake kama ambavyo tumesikia. Alikuwa ni kiongozi aliamini katika maendeleo. Alikuwa ni kiongozi aliweza kuyapigania maendeleo, si tu kwa taifa, hata kwa familia yake. Mimi ninamshukuru Mungu kwa maisha mzee Kahama na kwa alama anayoiacha katika dunia yetu. Wako wengi walioweza kuishi miaka mingi kuliko mzee Kahama, lakini wasio na cha kuandika katika historia. Lakini kwa maisha yauishinze wetu Sir George, kuirudia historia yake ni kupoteza muda. Mimi nitachukua tu fursa hii kushukuru sana Mungu kwa sababu ya maisha yake, kwa sababu ya familia yake, nikiungana na Watanzania wenzetu wote katika kipindi hiki kigumu kwa familia, kwa marafiki wa familia yake, kwa hiyo, kwa viongozi wenzake ambao kwa nyakati tofauti alihudumu nao katika kulitumikia taifa. Sisi kama wapinzani hatuna

wale waliokuwa wali na wali mawazo ya vyama vingine au mrengo tofauti wa kiitikadi aai vilevile hali kadhalika, mzee. Nawatakia sana baraka za Mwenyezi Mungu, awatunze awaimarishe katika imani mzee. Katuachia familia kubwa sana, familia yenye heshima elelezeni heshima ya mzee na Mungu. Kwa mara nyingine tena nawapa pole sana viongozi wenzetu wote waliofikwa na msiba huu, na kipekee zaidi familia na Watanzania kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki.